Umeota tena vile vile, na changanikiwa hata amani hivi, yali yako ya kuota ndoto za ajabu ajabu, kuna mtu yote ambaye umemwambia tofauti na mimi? Hapana, sijamwambia mtu yote. Kwa majina, naitwa Atifa Saidi Hassani. Sanaa nimeanza ni mwaka huu, ila mpaka sasa nimecheza movie mbili. Movie ya kwanza nimecheza Gizani movi ya pili ni mcheza Jito, ila Jito bado haijatoka. mm. mm -hmm. na hiyo Gizani ina, ina kisa gani na umecheza seni gani? mm -hmm. Uh, Gizani kusema kweli kuna uchawi. mm -hmm. pia kuna ndisimi, kuna mm, maswala fani ya vivyuu nini. mm -hmm. na pia inafundisha kuwa tusiwatenge watu ambayo wani hayo magonjwa. mm -hmm. na ni vingi simi ni vigezo niko vingi kwa sababu movie basi, itazama, kwa sababu movie bado inaendelea basi jinsi mtavyokuwa naitazama na jinsi mtakuwa mm jinsi -hmm. mnavielewa mm. Na katika sini zako ulizocheza, nimeona umecheza vizuri sana. Kuna ugumu sini gani, ilikuwa na ugumu sana kwako kwa kwa kucheza? Ah, sini ambayo ilikuwa ni gani ni vigumu, kwa sababu simi ni karibia zote ziziingia ugumu, kwa sababu ni malango ya kwanza kucheza hizo movie, kidogo ziliniingia vigumu wingi, na pale ambapo aliniambia kwa nicheze

labda ni changamoto kubwa ni hiyo tu. hmm. Naweza kutokea mara nyingi sana, asim kwanza nimeweza kushuti movie hapana. hmm. Kwa sababu huwa akiniambia kitu mara moja kidogo, Mungu amenijalia. hmm. hmm. unashika script hmm. okay. Na unatumia muda gani kushika script? ni muda ambao unanigea muda huo na muda huo hmm. kisha pia wale maneno tu naenda nayo naenda nayo na nini unajiona kwa baadaye? Yaani tulipoanza kucheza unajiona nani labda kwa siku za baadaye? Maana tunajua kuna waigizaji wengi na mwigizaji gani labda nakuvutia na bwana huyu. Naona kama ndakuja kumfunika au ndafanana na naye kwa mbele. I see msanii ambaye nampenda mimi. Hmm. Love Ness. Love Ness mimi nampenda. Amecheza filamu gani? Jua kali. Jua kali. Ah, hapana. Love Ness yupi? Love Ness. M... Kacheza filamu gani? Au series gani? Ni mumi nyingi kacheza, hmm. E, nikikumbuka nitakwambia. Okay, sawa. Na katika katika toka ku- kucheza zile filamu, unaona mwelekeo wote labda wa safari yako wewe kutimiza ndoto zako? hmm. Si mpaka hapa ambako nimefikia kidogo, naona mafanikio kidogo hmm. kwa sababu wengi wananipa support hmm. na wananiambia nikikaza na nitaweza. Ndio hivyo hmm. okay na kipi ambacho unaweza pengine labda kuwashauri wale wengine ambao wanatamani kuingia kwenye sanaa, na pengine licha wa ya ushauri wako, naweza ukawaambia kwamba wataka kuingia kwenye sanaa wapate vitu gani, so, na ili waweze kusonga mbele zaidi sanaa. Cha kwanza ukitaka kuingia kwenye sanaa au uko kwenye maisha ya sanaa, cha kwanza ni heshima na Bidio na discipline. Bidio na heshima Bidii uke usikilize ambacho unaambiwa, pia sana ni sanaa. Bidii ufanye ni mazoezi, pia kwenye sanaa natakiwa ufanye mazoezi, kwa sababu kuna movie zingine ambazo zitakuwa zinakutaka wewe uwe kama dada au uwe kama kaka sa so, ukiangalia mazoezi pia yanahitajika. Na, na mwingine ambaye anataka kuingia sana, kwenye sanaa asikate tamaa, aingie kwenye sanaa aipende sana naingie kwa moyo mmoja, siingie mguu mmoja mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Ni hicho tu.